Yodi Mwagama kwa jina la maarufu naitwa ge. Mimi kama kiongozi wa watawi tuliyejaa humu wote ni viongozi wa matawi, matawi mia moja na nane tuliopo hapa e. La kwangu kwa maonezi tunayofanywa na TFF yanauma sana, yanauma sana mpaka sasa hivi, tuko hapa tumekaa kwenye ukumbi huu, tunatoa tamko, tunaungana na viongozi wetu wa makao makuu na mratibu wangu alivyoongea hapa, hiyo mechi hatuchezi tena, hatuchezi tena kuanzia leo. Sisi mechi iliisha tarehe nane kama alivyoongea mratibu wangu, na mimi naongea kama hatukubaliani kabisa. Tuko tayari tushushwe daraja tufungiwe kabisa moja kwa moja, na wanachama kama alivyoongea mratibu, tufungiwe wote ila mechi hatuwezi kurudia, hata kama viongozi wangu walioko pale Injinia Harris Said atakubalia nao wanavyodai wao, busara itumike, sisi hatukubali, hatu tukubali. tumechoka na busara. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja ilitumika busara, tukakubali sawa, tukakubali. Na leo leo hatukubali. imekuja fei toto, busara imetumika tumekubali. Yani, kuna chuki za binafsi wanazofanya TFF na bodi ya ligi pale Hatuelewi yaani, hata mtoto mdogo anaelewa kabisa hapa, panaonewa, tunaonewa kabisa, anaonewa kabisa mtoto mdogo anajua kabisa, hapa tunaonewa. Kwa hiyo naombeni, mimi hilo la kwangu, kuanzia leo mechi haipo. Kwa majina, anaitwa Rajabu Mrisho mwanachama wa Yanga kutoka mkoa wa Mbeya kwanza binafsi naungana na mratibu wa mkoa wa Mbeya pamoja na viongozi wetu wa kitaifa bodi ya ligi. Nalia sana na bodi ya ligi, wanafanya uhuni katika kuendesha soka la Tanzania. Hauwezi watu wakakaa usiku wanapanga na mipango yao ya kuhujumu soka la Tanzania alafu bodi ya ligi mna support Simba wamekaa na bodi usiku asubuhi watu wanatoa taarifa. Hiyo hapo, tunalaani bodi ya ligi na bodi inawaambia mtasababisha matatizo makubwa msipowajibika. Najua tunakuwa viongozi wa serikali kuja kusema viongozi wetu. Kwanza mratibu, tunakwambia mratibu, ukawaambia viongozi wetu wa taifa, injinia, hatutakubali lolote. Kama mkoa wa Mbeya, hatuchezi mechi, tuko tayari hivi sisi. Na pia tunapenda kuleta karia awe anajua wanazungumza nini na watu gani. Kauli anazokuja kuzungumza zinatuumiza, wanayanga. Wanayanga tunaumia na kauli zake, sio anakuja, tunasikia viongozi hao wakacheze sinema. Hey, sinema ni kitu ambacho wetu tunalaani kauli yake sinema sinema ni kwa jina naitwa Zawadi Uvanda, makamu mwenyekiti wa tawi la Kinga Mkuyoni. Mimi naungana na kabisa na uongozi wangu wa mkoa kwa hili swala na ninalipinga kwa asilimia mia. Jambo, yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. La kwanza kabisa watambue uongozi uliopo kule nani swala la bodi, kwa sababu wale wajua kabisa ule uwanja unajaa ni wanachama wanaotoka mikoa mbalimbali mbali. Sisi tulioko mikoani tunafanya kazi ya kuhamasisha watu waende uwanjani alafu wao wanaahirisha mechi mchana, wakati kanuni ipo kwamba kanuni ni ndani ya masaa ishirini na nne wao wanaahirisha kabla ya masaa ishirini na nne. Mkoa wa Mbeya jamani, tumechoka mwaka huu. Tumepoteza mwanachama aliye hai, ameacha mjane, wale watoto watalelewa na nani? Kipindi kile wanachama tume, tuma wameenda kule wamerudi, wengine miguu mibovu, wanapigwa na mawe, wanapigwa na, wanarushiwa maji ya kuwasha. Mwanachama amekata kadi, mwanachama amelipia tiketi. Muache aingie akae sehemu husika kama mechi inaahirishwa, ruhusini watu watoke taratibu, sio kufukuzwa kama watu ambao hawana mwelekeo. Hawa watu walioenda huko wameacha kazi, wameacha watoto wao, wameacha familia zao, wameenda pale. Hii yote ni uongozi mkoa kutoa hamasa na wanachama na viongozi wa matawi kuhamasisha ndio wajae ule uwanja, ule uwanja ujae bule. Huu uongozi uliopo pale wakae, kwamba ile ni zamana, kila mtu anapita pale, kile ni kituo Leo yupo Zakaria, kesho nipo hata mimi hey! <tipa> na, na. Pale haina elimu kiseme tuwe na CV sijui una nini? Hapana, pale ni busara na hekima, na kama umeikosea uongozi, jiuzuru kaa pembeni usiaa naula uongozi. Hakuna mtu aliyozaliwa na uongozi kichwani, kila mmoja tunapata kulingana na matakwa yaliyopo kwenye matawi yetu na uongozi wetu uliopo mkoa. Mimi yangu ni hayo kwa kweli, wanachama <coughs> <mupo, tuko. tos> Wapendwa, tumekuja hapa kwa ajili ya tarehe nane. Tarehe nane imetuumiza pakubwa sana, sio padogo. Waambie mama, tarehe nane hiyo, yani tumefanya mambo ya ajabu ambayo hayawezi kumalizika ulimwengu. Kijana wetu tuliyempoteza ameacha watoto na watoto ni wadogo, sababu ya tarehe nane. Hiyo kalia huyo, watoke wote, sio mmoja. wakitoka yeah, wote waanze na moja, ndio tutacheze, lakini kama hawatoke, hatucheze. Kwa amesema tukacheze na katuni, katuni zinacheza mpira <laughs> akacheza yeye na katuni, sio sisi. Anatubuluza kama mchanga, sisi sio mchanga kutuburuza. Mmefika kipindi tumsikie yeye Yani, tukigeuka huku yeye, tukigeuka huku yeye, tukige yeye, tufanyeje? Yanga kama Alu Yanga haipendi, hatuchezi. Basi ndio hivyo, nakomea hapo. Yanga sisi hatuchezi. Yanga oyee! Yanga oyee! Oyee! Naitwa Mr. Nalinga, katibu wa mkoa wa Mbeya, kwa kweli tunashukuru sana, kwanza kukusanyika hapa tunam, tunamshukuru mratibu wetu, pia tunamshukuru tunaushukuru uli, uli, uli, uongozi uliopo uliopo Dar es Salaam, kwa sababu hii tarehe nane imetuumiza sana kweli, mama, imetuumiza sana. Kwanza jambo la kiuchumi, watu wametoka mbali mno, wengine wametoka Uganda wengine wametoka Kenya, wengine wametoka Moshi, wengine wametoka wapi? Watu wamelala guest house, wanalipia wanasubiri waangalie dabi, lakini dabi hii inafika, anakuja Simba ana, anatingisha kibiti kidogo tu ta, ta, ta, ta, ta. Tayari kule bodi wote chai, kwa sababu wale bodi wote ni Wanasimba, umeona? Anatingisha tu kidogo. Mimi siingii uwanjani kwa sababu sikupewa nani muda wa kucheza mazoezi. Kwani Yanga ndio ameshika ufunguo wa uwanja eh, Yanga ndio ameshika ufunguo wa uwanja. Sasa tunasingiziwa sisi, unasema mabausa ndio wako pale, sisi ndio tuliofanya ule uwanja usifunguliwe. Kwa hiyo kutingisha Simba kidogo tu kibiliti, huyu mbuto akasema mpila upo, mpila upo, mpila upo mpaka saa tano. Umeona. Tunaenda, watu wanaendelea kukata tiketi, inafika saa nane, wanasema mpira hakuna, wakati inatakiwa ile kuahirishwa ni ndani ya 24 hours. Unaahirisha mpira. Unaahirisha mpira masaa mawili tu kweli? Alafu sasa kiongozi wao ndio mimi, naona yani sijui yani, nashindwa kumuwaza kabisa, sikumfikiria ametoka huko, hakuwepo alipokuja. Angekuwa mtu wa busara, angeanza kuongea na nani na uongozi wa Yanga jamani mimi sikuwepo, nilikuwa nje huko, sasa nimerudi. Jamani, kuna nini? Umeona, wangemwelewesha pia, angeenda kwenye afisa wa uwanja, angemuuliza, angemuelewesha pia, angeenda kwa nani, polisi, bodi ya ligi, bodi ya ligi angemuelewesha, umeona? Lakini kote hakwenda, matokeo yake anakuja anasema hawa ni watoto na wajinga kama mpira umewashinda wakachenze dansi. Na jana kaongeza, jana simemsikia jana, yuko Tanga kule, kaongeza. Anasemaje? Anasema sasa hivi nitakuwa natumia redio ya Tanga tu, ha hizi redio zingine hizi yani hazieleweki hizi. Kwa hiyo siku hizi mimi nitakuwa natumia tu redio za Tanga. Sasa hiyo redio za Tanga ndio walaofikisha mpira hapa aku, eh, akumbuke kwamba hata yeye anavyosema kwamba mimi ndio nimefanikiwa me. Ni hivi kama sio kina helsi na hawa hao, wa hao, wa Simba hao na wengine wangechukua wakuleta wachezaji wazuri, mpaka tunafikia hatua hii, tumeingia mpaka robo fainali tu, tu, tu, nusu fainali mpaka fainali tumecheza, tumepata mm -hmm. Nani ile beji yetu ye tumeipata, si ndio? mm -hmm hivi kama sio viongozi kufanya nguvu uh, zote hizo yeye kakaa tu kwenye kiti nani, huu ushindi Simba nani Yanga inge nani Tanzania ingejulikana yani. na anaichukia sana Yanga hata kwenye uwanjani tu wakicheza marefari wanaonea Yanga yani, kila kitu anaonea yaani huyu bila kama umemshinda che sisi tunasema tunaungana tunaungana tunaungana tunaungana na kina kinahelhi tunaungana, tunaungana, tunaungana. Wana Yanga wote mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo mpira hatuchezi tena, hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Hata daraja watushushe, tutaanza na moja, lakini hatuchezi. Tutacheza Zanzibar. Asante. Oh, kwa majina anaitwa Jimmy Makalebela ni mwanachama wa Yanga Afrika tawi la Mchikichini, Dar es Salaam. Kwanza kabisa napenda kuwapa pole wanayanga wote mkoa wa Mbeya kwa lile tukio la kuhuzunisha kuumiza mioyo yetu. Aa, wanachama wote tuliumia kwa kumpoteza mwanachama mwenzetu mwenye machungu na timu yake kutoka Mbeya. Kwanza nikija kwenye mada ya tarehe nane, sisi kama mashabiki wa Yanga Afrika nadhani tunatembea na kauli mbiu yetu ya daima mbele Yo, Yo, daima mbele Yo, hatuwezi kucheza marudio ya mechi tena ya tarehe nane. Mtwambie tucheze tena tarehe kumi na tano hiyo wanachama wa Yanga wote tumekataa sana na nashukuru kwa sababu hata wanachama wa mkoa wa Mbeya kwa mheshimiwa pale kunikaribisha na mimi nihudhurie hichi kikao, kwa sababu unajua mwanachama wa Yanga hajifichi, hajifichi, iko wazi, popote tu atajulikana huyu mwanachama wa Yanga madamu una kadi achama, ya chama ya kwamba wewe mwanachama hai wa Yanga Afrika. Uh, kalia sio mwenye nchi wala kalia sio TFF. Kalia ni mimi, yupo pale madarakani kwa sababu wewe upo, mimi nipo, ndio maana yupo pale bodi <laughs> ya ligi inachaguliwa na wanachama. Hatutaki siasa kwenye mpira, siasa tuiache pembeni, tucheze mpira. Kalia asifanye kama Yanga ni dampo kwamba atatoka huko ametoka tu chumbani kwake na mke wake kwa sababu yeah. Nani anakuja anasimama, kwenye umati, anasema oh, Yanga msipopeleka timu mnashushwa daraja. Ukifuatilia historia ya Yanga, ilifukuza wachezaji wote na benchi zima la wachezaji. okay. okay. Okay, kwa sababu ya msimamo yetu, kaulimbiu yetu ya nyuma, mwiko daima wapi. Kalia asitake kutufanya sisi hatuna akili halafu anaongea hajui, kuna wasomi ambao wamemziti. Hilo lazima alitambue, sio kwamba mimi nimesoma form 6. Wapo ambao wana masters zao huko juu. Aangalie kauli yake ambayo anaitoa. Kwa nini? Kwa sababu huyu anamwona Harris muda mchache sana. Yanga inatambulika kimataifa, Tanzania inatambulika kimataifa. Huyo Harris muda mchache sana amepewa ofisi Moroko. Asante hmm anaeaofisi moroko rais wa virabu hivi anashindwa kutambua tu. Hapo kadia kwao. Ninachowaomba wanachama wenzangu, tuwe na msimamo na maamuzi ya kwetu. Tuliosema viongozi wamesema, mechi hatufanyi nini. <topopilik> Musa, achia twende kwa. Kwa jina naitwa Habili Melekizede Kimwela mwenyekiti wa tawi la Yanga Chunya mjini. Nami niungane na viongozi wangu wa ngazi ya mkoa kwa tamko letu la mkoa ya kwamba sisi Yanga mkoa wa Mbeya tunatoa tamko ya kwamba hatutocheza mechi tena. Mechi yetu tulicheza tarehe nane mwezi wa tatu. Tunachohitaji ni pointi Aju. Tatu kamati, bodi ya ligi chini ya Mguto, kama haijui mamlaka yake ijiuzuru. Imewekwa pale ili iweze kusimamia sheria na sio kusimamia kanuni na nini na taratibu, kama wanavyosema sheria za nini za bodi ya ligi. Sasa wameahirisha mechi huku wakiwa na nyaraka mbili. Nyaraka ya kwanza ya Mguto inasema mechi itachezwa kama ilivyopangwa na watu wakate tiketi na mageti yafanye nini ya kuiwe saa nane. Inakuja waraka wa pili kutoka kwa Mguto na kamati yake, yeye ni mwenyekiti anasema mechi imefanya nini, imeahirishwa. Hiyo kamati kweli, chini ya Mguto kuna akili ndani yake? Hakuna kitu. Sasa tutaendelea kubaki tutaendelea kubaki na hao, hiyo kamati ya, ya bodi ya ligi ituendeshe kwa ujinga walio nao, ni afadhali wafanye nini, wajiuzuru. Wasomi wapo, wamesema wajumbe. Kuna watu wana bastazi wako nje huko mekato, tunaweza tukafanya nini, tukaendesha tukasimama kwenye bodi, lakini siyo mtu anafanya maamuzi ya kwake, siyo ya, ya kanuni. Kanuni inasema timu isipokuja uwanjani manake inatakiwa ifanye nini tiaili itapewa timu ambayo imefika wapi? Na kama unaahirisha mechi, ahirisha ndani ya masaa ishirini na nne. Wamesema hapa wajumbe wenzangu, tumepoteza kijana wetu mdogo, ametoka Mbeya na nauli ya kwenda na kurudi sio chini ya laki moja kacha familia, lakini tumekuja tumerudi na nini, na jeneza mwili. TFF hawana pole mguto bodi ya ligi hana pole. Kalia ametoka huko alikotoka, sijui alitoka wapi, hana pole, anakuja kuwasema na kuwasimaga viongozi wetu, kwamba hawa viongozi wanajua jinsi alivyotusaidia. Sasa mimi nataka niwaulize wana Yanga, Kalia ameisaidia nini Yanga? Atoke hadharani aseme mimi nimeisaidia Yanga kumsajili msajili Azizikii. Asiseme tu kwa ufupi, katika uongozi wangu mimi Yanga imenufaika sana na uongozi wangu. Aseme tumenufaika kwanini? kwa nini, kwa lipi? Amemsajili Azizikii au Viara au anaipa mishahara wa wachezaji? Hapana, ametuzalilisha. Tunasema hivi sisi pamoja na kudhalilishwa kwake kwetu sisi kama Yanga hatutacheza mechi ya tarehe nyingine zaidi ya kusubiri pointi zetu kutoka bodi ya nini ya ligi. Asanteni sana, daima mbele nyuma. Kwa majina, naitwa Rusako Msokole, iko ndani ya mkoa wa Mbeya, ni mwanachama hai katika yanga yangu naipenda. Kwa siku ya leo, tuna msimamo mmoja tu mkoa wa Mbeya tuna msimamo mmoja tu mkoa wa Mbeya kuwakilisha kuwakilisha yanga yetu. Misimamo yetu ni kama walivyosema wengine, ni kwamba hatutacheza mechi yoyote itakayopangwa, hatutacheza wala hatutarudia. Huyu Karia ameindikiza hasara kubwa sana sisi. Mimi ni mmoja wapo ambaye nilikuwa nimeshiriki hiyo mechi. Hiyo dabi nimefika pale Dar es Salaam tunaambiwa kwamba mechi haitachezwa, lakini asubuhi tulikuwa tunaambiwa mechi ipo, itacheza kama kawaida. Tumefika pale watu wameendelea kata tiketi. Mwisho wa siku imefika saa saba, watu tumeanza kuingia uwanjani. Na pale wanakagua kama kawaida, kama walijua kama mechi haipo, kwa nini walikuwa natukagua pale kwenye mageti yao tunapoingia mle ndani kwenye uwanja pale. Baada ya hapo tumetoka pale, tunatoka nje. Tunaangalia matangazo yanaendelea moja kwa moja kwamba mechi ipo. Mwisho wa siku tunaona Azam wanakufanya mitambo yao ndani ya uwanja wanatoka, kumbe tayari mechi imeshaahirishwa. Wakati huo Kari alikuwa hayupo, yuko nje ya nchi, lakini baadaye amerudi. Uko uwanja wa ndege, badala ya kwamba aulize nini kilichotokea, kukana viongozi wa Yanga, kukana viongozi wake, bodi ya ligi, hawezi kuuliza hicho kitu, zaidi ya kutoa mabomu tu kwamba hey, Yanga si wakacheze sinema huko, sijui wafanya ya hivi. Sisi hatumtaki Karia, hatumtaki na bodi yake ya ligi, hiyo TFF hatumtaki, tuko tayari amesababisha autu makubwa sana ndani ya wanambea. Yule kijana Elman alikuwa ni mchezaji, alikuwa ni, ni, ni, ni shabiki mzuri sana hajawahi kosa dabi, tuko naye dabi zote, tunaenda naye mechi za kimataifa tuko naye, tunaenda naye. Yule kijana alikuwa vizuri na ni kijana ambaye yuko hai, ametupotezea kijana ambaye yuko hai katika mkoa wetu wa Mbeya. Hatumtaki Karia, hatutaki bodi ya ligi na TFF kwa ujumla waji uzuru na hatuchezi. <coughs> <coughs> Yanga oye, oye! Mimi naitwa Mikidadi Pili Mwazembe. Ni mwanachama wa Yanga na ni mjumbe wa mkutano mkuu kutoka tawi la Manjero. Yote wamezungumza wenzangu mi na mawili tu. La kwanza, Karia na bodi yake wajiuzuru, kwa maneno ya Karia hana nia njema na nchi hii. Simba na Yanga tumetoka mbali, sisi ni ndugu. Anataka kutugombanisha, anataka kuligawa taifa katikati. Sasa hivi ameshakimbia koti, ameenda Tanga. Amesahau kwamba kule ni Tanzania. Anasema sasa taongea na watu wa Tanga tu, huku kwingine sasa basi ndio dalili ya kushindwa hiyo. Ajiuzuru, vinginevyo tutamlazimisha kujiuzuru. Mabasi tunayo kodi kutoka Mbeya na mikoa mingine kwenda kuangalia Dabi ile ya tarehe nani, tutakodi muda wote. Tutakodi haya hayo kwenda Dar es Salaam kulala ofisi za TFF na nyumbani kwake Tanga, tutakwenda. <coughs> Hatutakubali. Mwaka huu ni wa uchaguzi mkuu, anataka kuisukumia serikali, ingie kwenye hekima na busara, hatutakodi <coughs> hawa viongozi wa serikali anataka watumie ili waonekane imetumika busara na hekima. Hatutaki ndio atakapoigawa taifa akomenaro hili ajiuzulu kwa hiari yake, si muda mrefu. Sisi tutakwenda maandamano, tutaongeza kosta na mabasi kwenda kulala nyumbani kwake <coughs>